Kumbe ukienda ndani ya Qurani unavyoona mshangazi mtaani ya musiki, kuna lugha ya mshangazi imo ndani ya Qurani. Mshangazi wa kwanza kutajwa ni Zulekha, mfalme wa Azizi wa Masri, anampenda kijana mdogo Yusuf. Mshangazi, warawadathu lati huwa fi baitiha waghallaqat wa wa labwaba waqalat haita lak qala maadha llah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihu dhalimuna. Yusufu anapendwa na mshangazi, atuzungumzie kisa cha Yusufu. Lakini Mtume alipata kazi yake ya kwanza kafanya kwa mshangazi, mama Khadija. Yani mtu anaona kama matusi, manake mshangazi manake mwanamke mkubwa anampenda kijana mdogo, au sio? Manake kwani mama Khadija na Mtume mkubwa nani ha? kwa istilahi ya matumizi ya mshangazi, Adija mshangazi sio mshangazi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 Bab, eh, mdada wa kazi ile, em haijabadili maana. Baba akaitwa mbaba. Kuna mbaba mmoja, kuna mama mmoja, em haibadili maana. Asili ya em ni takibiri tu kumkubwiza mtu. Sasa kama kuna maana ya mtaani, wewe kama mwanadini hupasi kuichukua kuichukua maana ya kimtaani, tena isiyopendeza kwenda kuihusisha katika maana ya kidini na kielimu.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 Mu'minina khaira hebu tujifundishe hapo. Basi wadhanieni kheri Waislamu, ila muuliza, kwani hili neno umekusudia nini? Maeneo mengi leo ukisikia mtu anaitwa mwenyeji maana yake mwanga, ukisikia mwenyeji maana yake mwanga, e, gwiji ndo anaitwa mwenyeji. Hizo ni lugha za mtaani. Je, mtu akilisema mwenyeji, basi ndio tu tumekusudia hivyo?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 na nikatoa mfano nikamtolea Nabii Yusuf, kwa sababu mtakaji Zulekha alimtaka Nabii Yusuf kwenye uchafu akakataa, na nikasema na wewe unawajibika kukataa ikiwa maana chafu. Na nikatoa mfano mwingine aliyemtaka Mtume saa salam, Mama Khadija alimtaka kwa nia njema Mtume, kwa kuwa aliridhia naye akakubali, akenda akamwoa. Kama maana ni ya uchafu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 Kuna la ziada bwana, ziada ya shehe hapo hapo hapo ulipomalizia, mm. kuna kuna hizi tunaziona radi zinaendelea sana mm. katika hata hii tunaitengeneza, no hapa utakuta kuna mtu baadaye utasikia tu title imeandikwa radi kwa Sheikh Mziwanda juu ya kile alichokiongea hiki mm. Sasa utaratibu ama nidhamu hasa ya Uislamu upoje katika kama uta, utahisi huyu amekosea ama amekosea ameteleza,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 video zake nyingi, tokea kampeni, yeye amkubali shehe yoyote. Kwa hiyo sio mimi niliosema, yani huyu ndivyo alivyo, lakini kwa sababu watu walikuwa wana shida, basi matokeo yake wanamsukumia Mziwanda, lakini wamemkuta mtu mwenyewe, ndio hivyo. Mimi sina habari na bahati nzuri, watu wengi wamenishauri usiongee, wewe tu umenivamia hapa, lakini watu wamenishauri nisiwajibu niwaache, nifanye mambo yangu, kwa sababu muda mwingine unamwona mtoto labda ana miaka 18 19, eti na yeye anaradi